Kwanza kabisa tujipange kuwapokea darasa la awali na darasa la kwanza. Tuna shule mia mbili na moja zikiwemo za serikali mia moja na nane na zinazomilikiwa na watu binafsi au mashirika ziko tisini na tatu Shule hizi zote na uhakika kwamba zitachukua darasa la awali na darasa la kwanza. Kwa hiyo basi ni waombe walimu wakuu mkaendelee na zoezi la uandikishaji hadi hapo tarehe 31 mwezi Machi, kama ambavyo serikali ilishaweka utaratibu huo. Umeandikisha wanafunzi mia mbili, na jamii bado inahitaji kuandikisha, wewe endelea kuwapokea, usiwakatae. Mtoto hana sare ya kuja shuleni, lakini mzazi kamleta, unapaswa kumpokea kama waziri wetu wa Tamisemi alivyoelekeza, kwamba wanafunzi wote wanapaswa kwenda shuleni pale shule zitakapofunguliwa tarehe 13 mwezi Januari. Jambo la pili katika maandalizi hayo hayo ya kufungua shule mbali na kuwapokea hilo darasa la awali na darasa la kwanza, ninatambua, katika hawa wanaoandikishwa awali na darasa la kwanza, darasa la kwanza wapo wale ambao hawajapita darasa la awali. Usikatae kuwaandikisha, mpokee, mwandikishe, atajifunza akiwa darasa la kwanza hapo hapo ataendelea. Tumeelewana ndugu walimu? Mwanafunzi ambaye hajapitia darasa la awali na ana umri ule wa kuandikishwa darasa la kwanza, ninasisitiza aandikishe. Lakini vile vile, kuna hawa wale wanaoandikishwa nje ya mfumo rasmi, MEMKWA na wengineo, tafadhali sana, na wao mwapokee na mwandikishe. Tunao pia watoto wenye mahitaji maalum ambao wanahitaji kuandikishwa, naomba na wao mwapokee waandikishwe kwa sababu serikali yetu inasisitiza swala la elimu jumuishi katika taifa letu. Elimu oye!